Kesho ni mechi muhimu sana kwa nchi yetu e, tunaenda kuandika historia ambayo e, Tanzania hatujawahi kuifanya kwenye mpira miguu wanawake. Tukiweza kuachieve hiyo, itakuwa ni mara ya kwanza kwa maana ya kushinda mara mbili mfululizo e, ama kupata nafasi mara mbili mfululizo ya kucheza mashindano ya Wafcon. Tunaamini sisi kama benchi ya ufundi pekee yetu hatuwezi e, wachezaji pekee yao hawawezi, isipokuwa Watanzania wote tukishikana kwa pamoja tunaweza kufanikisha hili. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wote e, kila mmoja kwa nafasi yake ajitokeze pale Chamazi kesho e, kuipa support timu yetu. Hii ni mechi ya mkondo wa kwanza. Nimezungumza, mechi inapaswa kubakia nyumbani kwa maana tupate matokeo mazuri. Hatujui wao watakwenda kufanya nini kugeuza matokeo. Kwa hiyo, e, kila Mtanzania anapaswa kuwa sehemu ya historia hii, anapaswa kujiona na yeye kwamba amechangia mchango wake kwa kisha nchi inafanikiwa. Kwa hiyo ningetoa rai kwa ninge, Watanzania wote wajitokeze kwa wingi kesho kuja kusaporti timu yetu. Mchezaji ambaye tutamkosa moja kwa moja ni Winnie. E, kama mtakumbuka Winnie alipata kadi nyekundu kwenye mchezo wetu dhidi ya Afrika ya Kusini kule Morocco na ametumikia mchezo mmoja dhidi ya Ghana. Kwa hiyo mechi yake hii hawezi kucheza kwa sababu anatumikia kadi yake nyekundu. Tutampata Winnie kwenye mechi ambayo inafuata lakini kwa upande wa wazaji wengine, ndio maana mwanzoni, kama utashika statement yangu, nimesema matayarisho yanaendelea na yanaendelea mpaka kesho, kwa sababu wachezaji bado wanaendelea kuripoti kambini, na hii imetokana na eh, kuwa eh, na wazaji kwenye ligi tofauti tofauti. Kwa hiyo nafasi za kuja zimekuwa finyu sana, lakini pia ukichangia na ratiba za ndege jinsi zilivyo, kwa wakati mwingine mchezaji anaruhusiwa masaa 72 kabla ya mchezo lakini inategemeana pia na ratiba ya ndege kule nchi anayotoka kuja kuja Tanzania.